litaklili akimaanisha tajiu litaklili inakuja ikiwa na maana ya taklili. Na hapa kuna mulahadha ambao toka mwanzo nikana kwamba ulitupitikia, hatukuzinduka nao, kwa maana hatuku hatukuzindukiwa nao. Mulahadha gani? Tulikuwa tukisema katika zile herufi ya jiu yaji'u litamliki na maana nyingine, lakini herufi kihakika zimegewa maana ya, yani zimegewa dhamiri ya at-taanifi. Lakini herufi kihakika zimegewa dhamiri ya at-taanifi, zimegewa dhamiri ya, ya kike. Kwa hiyo kule nyuma tulighafilika kwa kusema yaji'u yaji'u bi maana kadha tajiu bi maana kadha, tumeghafilika pale. Sawa sawa eh. Mm -hmm. Uhakika wake ni vipi? Tuseme tajiu litakhsisi, tajiu litamliki, tajiu bi bi maana maana kadha kadha, tajiu bi maana kadha. Kwa hiyo ile ajiu tuibadilishe tu, tu eh? Sawa sawa eh? Mm -hmm. Kuanzia hapa tuibadilishe tukisoma tena kitabu hichi au tukitwalishana tuki, tuki, tena kitabu hichi au ukienda kumfundisha mtu basi usitumie dhamiri usitumie fiili yenye dhamiri ya kiume useme yajiu. Katika herufi herufi zimegewa dhamiri ya kike sema tajiu, sawa sawa. Nimeona hii wahia ndo nika. nikazindukana na ule mulahadha ambao mwanzo watakuweza nini kuzindukana nao, tamam. Kuwa sadis na herufi ya sita ruba ni ruba, wahia na iyo ruba litaklili inakuja kwa eh, maana ya ataklili nini, maana ya taklili hii ruba inapokuja miongoni mwa khaswa iswi zake ruba, miongoni mwa khaswa iswi zake huwa inaingia katika ismu nakira, ismu nakira, ismu ambayo ni nakira, na ile ismu ambayo ni nakira huwa inawekewa sifa sawa, huwa inawekewa nini, sifa. Sasa maana ya taklili

Huenda yule ni mtu mkarimu, laqituhu niliye kutana naye. Ile sifa ya ukarimu uliyomsifia mtu yule, kwa kuwa hauna uhakika nayo, ndio maana umeizingatia kwamba nini, pengine ipo kwa kiasi kidogo. Kwa nani? Kwa yule mtu, kwa maana ya taklili, kwa maana alshaiu lmausufu yaqau qalila, ile sifa niliyomsifia rajulin kuwa ni karimu ipo kwa kiasi kichache kwake yeye. Na kwa nini ipo kwa kiasi kichache? Kwa sababu sina uhakika nayo moja kwa moja, tamam, hakadha. Kwa hiyo ninaposema ruba rajulin karimin laqitu, huenda yule niliyekutana naye ni mtu mkarimu, utaona uhakika au uthibiti wa hii sifa ya ukarimu kwake yeye nimeizingatia nime kuwa ni 50 filmia kuwa ni hamsini chini ya mia, sijaizingatia kwamba mia filmia sijaizingatia kuwa ni mia kwa mia. sawa sawa, mm -hmm. Kwa hiyo ndio maana ya ataklir sawasawa, mm -hmm. na inakuja kwa maana ya takfir, lakini tutakuja kuiona katika vitabu vingine sawasawa, mm -hmm. Leo tutosheke na hii kwanza, kwa kusema wasadi sunna

na inahusishwa hiyo ruba na, na ismu na ambayo ni nakira mausufatun iliyoegemezewa sifa, sawa sawa. Hiyo ruba inaingia katika nini, majina ambayo ni nakira yaliyoegemezewa nini sifa. Nahu mfano kusema ruba rajulin karimin laqitu, ruba huenda, rajulin karimin laqitu, huenda nimekutana na mtu mkarimu huenda yule niliyekutana naye ni mtu mkarimu sawasawa. So, so, eh? mm -hmm. Kwa hiyo ruba imekuja hapo kwa maana gani? Kwa maana ya at-taqlid nasema, so, nahu ruba rajulin karimin lakitu, huenda yule ni mtu mkarimu niliyekutana naye sawasawa. So, so, eh? mm -hmm. Kwa hiyo herufi ya sita ambayo ni amil na inafanya kazi ya kujurisha ni ruba sawasawa. So, so, eh? mm -hmm. Unakwenda mbele ala

Nahu ni mfano kusema, alayhi dainu, juu yake kuna deni. Yule alayhi dainu, juu yake kuna deni, ilo deni ukisema uliangalia, haulioni hau, haulioni. Lakini pale ala imekuja kwa maana ya alistiala, majaza. Tamam. Mhm. Sasa shekhe hapa ameleta maana moja ya ala ambayo ni Istila. Nini istila? Lakini kuna maana nyingine za ala ziko nyingi, lakini tuangalie chache miongoni mwazo hizo nyingine. Mtu eh, akazitafute mwenyewe ndio vizuri hivyo, sawa sawa, eh, ndio vizuri vile. Kitu unapokuwa <coughs> unakisoma usitosheke na yale maarifa ya darasani, ingia mwenyewe katika vitabu Sawa so, sawa so, eh, sawa sawa, na darasani, mm -hmm. Nagiwa asilimia chache, ingiatafuta mwenyewe tamam. Kwa hiyo, mm -hmm. Ina maana nyingi, lakini tutaangalia maana nyingine tano ambazo baada ya hii istila, zitakuwa ni maana ngapi? Maana sita za ala tumeziangalia leo, tamam. Hakadha, maana ya pili ya ala inakuja kwa maana ya almuswahaba, muswahaba, kwa maana inakuja kwa maana ya ma, kwa maana ya maa

Ile alaa pale imekuja kwa maana ya maa, pamoja na kuwa na wao wanakipenda, wanakihitaji. Tamam hakadha. Kwa hiyo pale imekuja alaa, lakini kwa maana gani? Kwa maana ya maa. Tamam hakadha, hiyo ndio maana ya pili ya alaa. Maana ya tatu almujawaza, maana ya tatu almujawaza. Mujawaza kwa maana kuvuka kitu, kunini kuvuka, eh? mm -hmm. Mfano wake husema, mfano ukasema radhitu alaihi au radhitu alaika. Naposema mujawaza, tuna maana ya an, tuna maana ya an, sawa sawa. mm-hmm. Kuyo mujawaza, maana yake mujawaz. ni mujawaza, radhitu alaika, nimekuridhia au niko radhi na wewe, sawa sawa. Utamwambia mtu baada ya kuwa amekukosea ame sawa sawa, amenii amekukosea, sawa, kwa maana ya radhitu alayka, kwa maana radhitu anjarimika, niko radhi na lile kosa, niko radhi na lile kosa ulilonifanyia, nimekusamee. Sawa sawa, ndio maana ya mujawaza, kwa maana ume umefunika kombe, mwanaharamu apite, ukamsamee yule swaiba wako, kwa unaposema radhitu alayka, kwa maana radhitu anka niko radhi na wewe kwa lile ulilolikosea, liko radhi na wewe. Sawa sawa, hiyo ni maana ya tatu ya ala. Maana ya nne inakuja ala kwa maana ya ta'lil, kwa maana ya ta'lil ta'lil, inafahamika maana ya sababu au kwa ajili. Mfano wake imekuja ndani ya Qur'an, katika suratul Hajj aya ya 37

So, walitukabbiru Allah ala ma hadakum kwa sababu tamam. mm -hmm. ya namna alivyoongoza tamam, kuwa ala hapa katika aya ya 185 kwenye sura al-Baqara imekuja kwa maana ya at-ta'lil. Maana nyingine inakuja ikiwa na maana ya fi, ala inakuja ikiwa na maana ya fi fi ya adh-dharfiya, ile fi ambayo ni chombo sawa sawa, cha kuonyesha muda au sehemu

Alladhina, wale ambao, ao wenye kupunja, ambao wamegiwa maonyo wailun lilmutwaffifin. Sawa so, sawa so, eh? mm -hmm. Ni kina nani alladhina? Ni wale ambao idha ktaluu, watakapojipimia zile bidhaa wanazonua minan nas, imekuja ala nas na minan nas, kutoka kwa watu wengine. Yastaufuun, wanakamilisha vipimo wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun, lakini wao wanapowapimia hawa watu, pindi wanapokuja kununua bidhaa kwa wao, kwenye vipimo vya kilo au wazanuhu, au katika vipimo vya mizani, yukhsirun, wanapunguza nini mizani au wanapunguza nini vipimo? Sawa sawa, eh? Kwa pale alladhina idhaktalu ala nasi, kwa maana minan nasi wale ambao watakapokuwa ni wenye kujipimia, watakapokuwa wanajipimia bidhaa wanazonunua kutoka kwa watu, yastaufun wanakamilisha vipimo. Lakini wao wakiwapimia wale wenzao katika vipimo vya kilo au vipimo vya uzani, yukhsirun wanapunguza vipimo. Kwa hiyo ile alaa pale imekuja kwa maana ya min tamam.